Mkoa wetu umempoteza kiongozi madhubuti mchapakazi na mtumishi wa wananchi aliyeweka mbele maslahi ya taifa, lakini vile wapiga kura wake na wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma tutaendelea kumkumbuka Mheshimiwa Jenista Mhagama kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya jimbo la Peramiho, hususani katika sekta ya afya, elimu na miundombinu mingine Nginine. Hivyo nitoe pole za dhati kwa familia ya marehemu ndugu jamaa na wananchi wote wa jimbo la Peramiho na wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma. Wito wangu kwa wananchi ni kuwa katika kipindi hiki kigumu tuendelee kuwa watulivu, tuendelee kumwombea Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu alipema peponi. Ndugu wananchi, ratiba ya safari ya kumhifadhi mpendwa wetu imeshaanza, ambapo leo jijini Dodoma kunafanyika shughuli ya kumwaga marehemu. Tunatarajia baada ya mwili kuagwa Dodoma, utasafirishwa na kupokelewa katika mkoa wetu kwa taratibu zingine za mazishi kama ifuatavyo: tarehe kumi na nne Disemba 2025 baada ya mwili kupokelewa mkoa wa Ruvuma hapa Songea kutakuwa na misa na maombolezo nyumbani kwa marehemu pale Makambi. Lakini tarehe 15 Desemba 2025 mwili utaelekea Peramiho kwa ajili ya misa na kutoa heshima kwenye jimbo lake la Peramiho, na tarehe 16 Desemba 2025 ndio itakuwa ni mazishi yatakayofanyika katika kijiji cha Rwanda, wilaya ya Mbinga kuanzia saa tano mpaka saa tisa alasiri, tuna mtaraji kuwa na Mheshimiwa Makamu wa Rais, Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, lakini pia tunataraji kuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, Daktari Mwigulu Nchemba, lakini pia tunataraji kuwa na Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Azzan Zungu. Hao ni viongozi wa kitaifa, lakini pia tunatarajia kuwa na mheshimiwa wabunge mbalimbali mbali wa majimbo mengine yaliyohudumu nao kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi wenye mapenzi mema kwake na kwa mkoa wetu kutokana na msiba huu. Kwa hiyo tutakuwa na ugeni mkubwa ndani ya mkoa wetu. Kama nilivyoeleza, tuungane sote katika kipindi hiki kigumu, na tushirikiane katika kumsindikiza mwenzetu katika safari yake ya mwisho. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.